Yes, Tiketi zinakwenda vizuri Alhamdulillah. Tiketi zinakwenda vizuri, uh, naamini leo tiketi za VIPB zinaweza kumalizika, naamini kwa sababu namba zinaonyesha zinakimbia vizuri. Lile uh, eneo la mzunguko ndio eneo ambalo bado halijachanganya, lakini naamini kwa hamasa ambayo inafanyika siku ya leo, kwa namna ambavyo wadau wa football wameshaziona hizi timu kwenye viwanja vya wa mazoezi, wameshasikia walimu, wameshasikia maandalizi basi na leo tutakwenda kukimbiza zaidi pia hilo eneo la, la, la mzunguko, na hii karibu, nitumie fursa hii kuwaambia mashabiki wa mpira Tanzania, kama tutasubiri tutasubiri eh, ifanyike hamasa kubwa, ndio tutamani kwenda kuiona Kariakoo Dabi, basi na sisi eh, mashabiki wa mpira tutakuwa hatutendei haki mpira wetu kama hii ndiyo mechi kubwa, ndiyo kioo cha ubora wa mpira wetu, ndiyo mechi ambayo tunapokea watu wengi kutoka nje. Kaka yetu Msigu amesema sasa hivi mechi ya dabi imeshakuwa bidhaa ya utalii, yani serikali yenyewe sasa haitazami kwenye jicho la mpira tu, inatazama kwenye jicho pia la utalii, kwa maana wana namba rasmi za wageni ambao wanatoka mataifa mbalimbali mbali kuja kwa ajili ya Kariakoo Dabi na nyinyi ndugu zangu waandishi wa habari, mpo kwenye platform mbalimbali za kihabari za kimataifa, mnasikia, mnaulizwa na mnaona namna ambavyo wenzetu wanajadili kuhusu mechi yetu ya Kariakoo dabi. Kwao naamini ni mchezo mkubwa ambao wewe mshabiki wa mpira hapa Tanzania una kila sababu, siku ya kesho, wewe na familia yako na jirani yako, kuja Benjamin Mkapa kuinjoi uzuri bwana, dabi hii wenzetu wa Azam TV wametupa slogan nzuri sana nzuri sana timu zote tumeshaamini ziko bora, si ndio bwana? Timu zote ziko bora, refari katikati ni Ahmed Arajiga, automatic dabi inakuwa haina kipengele. Hii nayo nikosa ile eh eh, yaani automatic tu kwamba timu zikishakuwa bora E, na katikati yupo Ahmed Arajiga. Azam TV wakamaliza pale kwamba dabi haina kweli, haina kipengele. Kwa hiyo twendeni kwa wingi tukainjoi, yani tukainjoi ladha na ubora wa ligi yetu ya Tanzania, tukainjoi ladha na ubora wa Kariakoo dabi. Asante Ally. Kuna swali la pili au ipo? Wanazidi kunivuta kijana, wanazidi kunijaza, ameniambia niseme tofauti eh, kati ya mashabiki wa Yanga na mashabiki wa timu nyingine sasa wewe usizunguke, sema tofauti ya Yanga na hawa timu nyingine, tusiziingize kwenye ugomvi. tuko wawili hapa mimi naamini naamini kabisa, nanyie ni mashuhuda wote, ndugu zangu waandishi wa habari, na uzuri ukweli huaga unabakia pale pale, hata kama hamta usema Yanga ndio klabu yenye mashabiki bora wa mpira hapa Tanzania. Takupa mfano mmoja mwepesi sana. Sisi tumecheza mechi Azam Complex na Tabora Tabora. Wakajitafuta wakatushona goli tatu, jambo ambalo hakuna hata mmoja aliweza hata kuliota, lakini ndio ubora wa ligi. Tabora kajiandaa vizuri, katushona chuma tatu. Baada ya ile mechi, mashabiki wa Yanga walisimama majukwaani, wakiwapigia makofi wachezaji wao. Wameumia, lakini wanatambua ligi ni marathon. Usipompa moyo leo anapo, anapofeli usitegemee kesho ataamka kutupambania. Ule ulikuwa ujumbe tosha wa kuonyesha tofauti shekhe, kwamba hawa mashabiki wa Yanga wanajua football, hawa ni mashabiki wa mpira. Alafu kuna vikundi vya washangiliaji, kuna watu oya oya, kuna watu wao wanakuja kufata matokeo uwanjani. Na namshukuru sana mheshimiwa Msigu amesemwa jana, akasema uwanja una kamera sasa hivi tutatafutana mmoja baada ya mwingine, uking'oa kiti tuna wewe. sasa hiyo mifano miwili shekhe, inatosha kukuthibitishia kwamba Yanga ndiyo timu yenye mashabiki bora wanaojua wa mpira. Hata ikitokea wamepata matokeo mabaya, Yanga huwa adili ya kwao, wanakwenda nyumbani. Yanga sio mafundi ujenzi. Wa uwanja umeisha, wakaanza kagua viti vimekaa sawa, na ati zipo au wa wazipo Narudia tena dabi ya kesho haina kipengele ndugu zangu. Kipengele labda wajinacho makoro tena. Ashika, asante sana ali na <gul Garda> <gul>